Habakuki sura yake ya pili mstari wa kumi na mbili ole kwa mtu yule anayejenga muji na damu. Ole, ole kwa mtu yule kwa watu wale ambao wanajitajirisha juu ya bichwa ya bengine damu za wengine. Ole, ole ni ole, hata upate ulimwengu mzima, upate mali ya dunia mzima, mal utajiri malaki bie malaki, hautapata amani wala raha, na mwisho wako utakuwa mubaya. Utakuwa wapi? Kona furahi, umeua watu wengi, umeuisha watu wengi, umegandamiza watu wengi Umekosesha watu wengi amani, kisha unasimama unasema na wewe ni mutu. Ole wako, ole zile damu zilizomwangika zinalia mbele za Baba, vengeance. Hakuna siku, tapata karaha, hakuna raha kwa watenda mabaya. Hata upite mbarabara ukunalinga unaonekana na wewe ni mutu, ndani yako unateseka, na unaendelea kufanya moyo kuwa mgumu. Utakuwa wapi milele? Utakuwa wapi? Mali ya bwizi haifai, na unaonywa, unabembelezwa, acha, lakini hausikii unaendelea kufanya moyo kuwa mgumu Kumbuka, mwisho wa Farao ulikuwaje? Mezali makumi mbili na kenda mstari wa kwanza aonywae mara nyingi akishupaza shingo yake atavunjika ghafla, wala hatapata dawa. Watu wameonywa, watu wameambiwa, lakini hawasikii.